Milioni tano ambayo mnayo kwa ajili ya usajili. Yeah, kwa sasa hivi hatuwezi tukazungumzia kuhusiana na nini, kwa sababu unapomaliza msimu huu unakwenda kujiandaa na msimu mwingine, kwa hiyo tunachoangalia tu ni kwamba sisi tutafanya usajili bora, kwa sababu msimu huu hatujafikia malengo uh, asilimia hatujafika asilimia mia moja malengo yetu, kwa sababu moja ya malengo yetu ya kwanza ilikuwa ni kuchukua ubingwa mm -hmm. lakini pili ilikuwa ni kuangalia kwamba kama sio kuchukua bingwa basi kwenda kumaliza katika nafasi nne za juu mm. Lakini pia kufika finali katika michuano ya CRDB Bank Federation yeah. Na lakini imekuwa tofauti, tumeweza nafasi ya tano mm. Uh, lakini pia tuna, tumeishia hatua ya robo final kama msimu uliopita mm. Kwa hiyo tumeisha tathmini na kuangalia nini ambacho kilipelekea tukafikia hapo mm. Na ndio maana tunasema msimu huu tunakwenda kuongeza budget kwa maana msimu ule uliopita ambao Tabora tulicheza playoff, tulikuwa na bajeti ya bilioni moja katika usajili wetu lakini msimu huu ambao tunakwenda kumaliza tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu tume, tulikuwa, tulifanya usajili wa bilioni mbili bili. Kwa hiyo tumeona bilioni mbili ambayo tumezitumia katika kufanya usajili wetu hazijafikia yale malengo ambayo tulikuwa tunahitaji na badala yake tumeweza ku kufikia asilimia tisini kati ya asilimia mia moja. Kwa hiyo ndio maana tumeona tuongeze kiwango cha bajeti yetu ya usajili ambayo ni bilioni tano mm. Na hiyo bilioni tano inakwenda kutupa benchi bora na ufundi na kwenda kutupa wachezaji wazuri zaidi, na tuna wachezaji ambao tutaendelea kuwa nao na kuna wale ambao hatutokuwa nao kwa hiyo kwenye hiyo bilioni tano itakwenda kuamua nani tunaweza tukaenda kuongeza pale ambapo, kwa wale wachezaji ambao hawataweza kuwa na sisi katika msimu wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita. Kristina, amebakisha michezo miwili dhidi ya Azam tarehe kumi na nane na dhidi ya Coastal Union, kwa sababu tayari inajulikana hamwezi mkafika nafasi ya nne kutokana na alama ambazo mko nazo, na kudhani kwamba hili linaweza likawa ni sababu ya nyie kuto kufanya vizuri, kwa sababu ni kama hakuna sasa kitu kingine kipya mnachokitafuta kwenye ligi, hakuna timu ya namna hiyo yani kwa sababu kama hatushuki daraja kwa sasa ndo tufanye hivyo hapana. mm -hmm. Yani, sisi tunachohitaji kwa sasa hii michezo miwili ambayo tumeibakiza, mm -hmm. ni kwa ajili ya timu kwenda kumaliza uh, kwa heshima. tunakwenda kumaliza ligi kwa heshima. lakini hatuwezi kusema kwamba sasa tunataka tukacheze vibaya uh, kwa sababu tushuki daraja hapana. mm -hmm. Sisi malengo yetu yalikuwa ni kumaliza nafasi za juu, mm -hmm. lakini imekuwa tofauti. Kwa hiyo, kwa sasa hivi ambacho tunakifanya ni kuangalia kwamba ni kwa namna gani ambavyo sisi kama timu tunakwenda kufanya vizuri katika msimu, katika mechi hizi mbili, tumalize ligi kwa heshima, ili iweze kuwa indiketa nzuri ya katika michezo ambayo ipo ai, kwa maana kwa msimu ambao una tutakwenda kuanza hivi karibuni, Mungu akitupa pumzi, kwa maana tunazungumzia msimu wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita. Yes, Datina, msimu ndio unaelekea mwishoni, tumebakikisha mechi mbili tu karibia timu zote ukiacha Simba na Yanga. Nataka uniambie momenti yako bora zaidi msimu huu, ukiacha kumfunga Yanga. momenti yangu nzuri mm. msimu huu, Ewe, msimu huu. Mm. momenti yangu nzuri ni kumfunga Yanga Afrika. Ukitoa hiyo, nikitoa hiyo momenti yangu, yangu mimi nzuri Um, ipi? Ndani, kumbuke yaani hmm. momentum ya kwangu naweza nikasema hmm. nikumbuka kufunga wanaume wa Da, kuwafunga wanaume wa Da, nazungumzia Yanga, Yanga Africans hmm. tumempiga kipigo tatu moja uh, Azam sports mbili moja hmm. KMCFC mbili sifuri. Kwa hiyo wanaume wa Da wote sio Simba tu, yaani Simba naye mwenyewe pia shukuru sana, asante. Sasa kabla hatujamaliza interview nimetumwa ile nikuulize, ile sio swali langu. Wakati Young Africans walivyokuja kucheza Tabora na nyie walivyoshinda ule mchezo, uh, kuna kauli Ali Kamwe alizitoa, ukasema uh, unampa masaa. Uh, baada ya hapo tuliona Ali Kamwe aliitwa na jeshi la polisi la mkoani Tabora kutoa maelezo ilishu ilishajukwajuembletuambia hivi kitu gani kiliendelea baada ya pale? Sasa kwa hili, yeah. ka yeah. mimi siwezi kuzungumza kwa maana mimi kwangu nilishatoka nikaenda mm. kwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora mm. kwa maana ya Richard Yabwao mm. kwa hiyo huko sasa, alipokuwa yeye kule ndo walikuwa wanaendelea mm. Lakini kwa huko kwangu mi tayari kazi yangu nilishaimaliza. Aliomba radhi. mm. Yaani angekuwa ameomba radhi asingekamatwa. Asingefika kule alikofika kwao kwa sababu hakuomba radhi, ndio maana alikamata. Yes. Christina, asante sana kwa muda wako, asante. Shukrani.